Umeona mtu anajenga mwanzo, ukasema ni la TARURA hili, hakuna la TARURA likishakuwa kwao. Ninawaomba sana, mheshimiwa madiwani na wataalamu wote tulio hapo, tuhakikishe tunapanga mji wetu mapema yote. Sasa tunasubiri watu wajenge, afu baadaye tuto kuanza kuwaambia wabomoe, si tulikuwa wapi mpaka wanajenga kwao? Mimi naomba kabisa kwa umuhimu wake, nianze na swala la kuwa watu Niseme tu kwamba tunashukuru kwa utaratibu na hasa mkurugenzi aliratibu semina. Mheshimiwa madiwani, unafahamu kwamba kwenye halmashauri yetu wengi ni madiwani wapi, lakini tayari tumesha kupata semina na tumepigwa msasa vizuri. Kwa hiyo madiwani hawa tayari wanajua kwa sehemu majukumu yao, kwa sababu kujifunza ni kila siku, tutaendelea kujifunza, lakini angalau hatua ya kwanza, nipongeze sana mkurugenzi na halmashauri kwa kuandaa ajili ya madiwani. Sasa madiwani wapo kazini na wanafanya kazi vizuri kweli, kwa nikuhakikishie kwamba madiwani tuko vizuri, tumerudi na tunaendelea kufanya kazi zetu za halmashauri na kuhakikisha tunatoa ushirikiano mzuri kwa, ushirikia kwa halmashauri na hasa kwa timu nzima ya mkurugenzi. Kwa maana hiyo sasa, nikukaribishe mheshimiwa pewa nafasi ya kufungua kikao. Nitumie nafasi sasa kutamka rasmi kwamba kikao chetu hiki cha robo ya pili leo tarehe e, kumi na moja. Nitamke rasmi nikifungua sana. Serikali mara nyingi imekuwa inatuletea felo. Sasa kwa sababu sisi tuna fedha za mapato ya ndani na serikali imeshaona kwamba ina sapoti au kupunguza kero za wananchi, kule mapato ya ndani yana sapoti, lakini serikali kuu inaleki. Kwa hiyo niombe nione, basi tuendelee kuhamasisha wananchi, hawataachwa kama kuna maboma wameshajenga wanaweza wakapata kipaumbele cha kwanza kabisa kuliko ile ambao hawana maboma. Kwa hiyo tuendelee kutoa elimu kwa wananchi wetu, sisi tutaendelea kuchukua takwimu kwa kuhakikisha hizo nguvu za wananchi ambazo zimeshaanza kutekelezwa, na sisi tunaweka nguvu kupitia mapato ya ndani, lakini kupitia serikali manake tunatarajia kuona barabara zaidi ya mia tano na muda sio mrefu sana, sababu hii ya ufunguaji wa barabara kubwa ambayo itatupelekea kuwa na barabara nyingi na unapokuwa na barabara nyingi utegemee kuwa na matengenezo ya mara kwa mara kama barabara hizo siyo dhamani. Kwa hiyo kwa kipindi cha mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita tumeanza utekelezaji wa matengenezo ya barabara ambapo tulikuwa na jumla ya mikataba nane, lakini mpaka sasa tumesaidi mikataba mitatu. Mwenyekiti, swali langu ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lini sasa serikali itaenda kusembua barabara za mitaa kule kwenye mitaa ambayo imerasimishwa ili kuzuia ujengaji nyumba holela pamoja na kuharibu matumizi ya zile barabara? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, hii hoja ya milioni 10 TARURA kwa kweli mtuachie kama hivyo, tuweze kusaidia kufungua barabara za mitaani, kwa sababu bila kufungua barabara za mitaani sidhani kama mnaweza nyinyi mkatusaidia. Kwa mfano sasa hivi kuna upimaji wa viwanja kumi huko mitaani, na unakuta zile kwa mipima viwanja tayari wameshaanza kote watu wao kutumia zile viwanja, lakini barabara bado hazijafunguliwa. Kumbe kale kamilioni kumi pengine kangetusaidia hata sasa kuonyesha mwelekeo kwamba jiwe hili na hili hapa ni barabara panapita. Mimi naomba kuhasisha kwa ah, nashikilia shilingi hiyo, pesa ibaki ya halmashauri na tuendelee na mpango ule ule tulokubaliana, kwa sababu kama kata yangu yenye mitaa sita, kwa eneo la Ndolezi barabara hazijafunguliwa kabisa. Maana yake tunatarajia uh, msimu huu tuombe idara ya urasimishaji karasimishe uh, ardhi. Baada ya kurasimisha zile barabara tufungue kupitia hiyo milioni kumi halafu ndo tuzitoe kukabizi kwenda bueno, wapi TARURA. Kwa hiyo kwa ukubwa na waeneo langu, nikisema hiyo milioni kumi isije uh, tanikosi, naomba hiyo ije ifanye kazi yake na taula waendelee. Asante sana.